Karibu katika makala ya Kiguu na Njia, na katika makala hii ya Kiguu na Njia ilipiga mwendo hadi Kilwa Kisiwani kufahamu, je, yaliyomo yamo. Msimulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kilwa Kisiwani ni almasi ya urithi wa asili na utamaduni wa pwani Afrika Mashariki. Kwa miaka na mikaka, mji huu umekuwa kitovu cha biashara, siasa, dini na utamaduni kwa zaidi ya karne nane. Sasa tukiwa ndani ya boti kuelekea Kilwa Kisiwani, tulipata mambo machache kuhusu mji huo ambao historia yake ilianza tangu karne ya tisa hadi ya kumi. Inatajwa asili ya mji huu ulianzishwa na mtawala wa Kiajemi Ali Ibnu Al Hasan Shirazi, ingawaji pia tafiti za kiolojia zinatanabaisha kuwa ustaarabu wa awali wa waswahili tayari ulikuwepo kabla ya ujio wa wageni. Na hapa mwongozi wa watalii Ahmad Tayib shahaweji akaanza kutueleza machache kuhusu mji huo, umbali wa kupanda boti hadi kufika huko. Aa, kutoka hapa bandarini Kilwa Masoko kuelekea Kilwa Kisiwani ni takriban kwa mwendo wa muda wa dakika 20, 15, inategemea na spidi ya boti lakini Maximum ni dakika 20. Na huko tunapoenda Kilwa Kisiwani kando ya yale mambo ya kihistoria ambayo yapo ni, ni mji pia ambao wanapatikana watu wanaishi huko ama ni mji tu wa kihistoria hakuna watu wanaishi? Ah, ni mji na bado watu wanaendelea kuishi, waliishi tangu miaka hiyo na bado kuna watu wanaishi, ingawa sasa hivi ni population tunaweza kusema imepungua, sasa hivi kuna watu 1200. Sio kama ile population ya mwanzo, wakati kipindi cha biashara kwa wakati huo, maana ule mji unajulikana zaidi kwa sababu ulikuwa ni mji wa biashara Kwahiyo wakati huo kulikuwa na watu wengi zaidi. Ukisema Kilwa kwa wakati huo maana yake unataja pale okay. Hautaji Kilwa masoko wala Kilwa Kivinje. Ukisema naenda Kilwa maana yake unaenda Kilwa Kisiwani, ila sasa hivi kuna Kilwa nyingi ndio maana pale panaitwa Kilwa Kisiwani. Baada ya mwendo wa takribani robo saa, tukafika salama upande wa pili ambapo ndio haswa Kilwa Kisiwani penyewe. Baada ya mwendo wa takribani dakika 15 tumefanikiwa kuvuka salama hapa katika kisiwa hiki Kilwa Kisiwani kutokea Kilwa Masoko, na boti tayari hapa ishatia nanga, na muda huu tunapanda moja kwa moja kuanza safari ya kule Kilwa Kisiwani. Mji huu una mandhari mazuri ya vuti yayo, huku kumbukumbu kumbu nyingi za kale zikisadifu ukweli kuwa huu ni mji wa historia. Miongoni mwa vitu hivyo ni uwepo wa alama ya ile misikiti 99 maarufu wakati huo ipo, ambayo mpaka sasa kumbukumbu kumbu yake ya magofu ipo, na ipo ambayo kwa sasa kumbukumbu kumbu yake imepotea. Hapa tuko eneo la msikiti ambao unajulikana kama msikiti wa Malindi. Huu msikiti ulijengwa miaka mia sita iliyopita kwa maana kwamba ulijengwa karne ya kumi na tano. Na huu msikiti uliitwa Malindi kwa sababu ulijengwa na watu ambao wali associate na ile jamii ya watu wa kutoka Malindi ya Kenya. Kwa hiyo wakauita msikiti wa Malindi na vile vile, hii vile sehemu ilijulikana kama ni mtaa wa Malindi. Na maji walikuwa wanatoa kwenye visima kama hivi. Hiki hapa ni kisima ambacho sasa hivi hakina maji ila kama tutachimba, basi tutakuta maji walikuwa wanachota maji, wanaweka kwenye hiyo hapo gata, baadaye anaingia kwenye tenki, wanakuja wanachota, wanatawadha, wanaingia msikitini. Na pale tunaweza kuona kama steps, tunaweza kuona kule, unaona? ile ni kama minaret, sehemu ya kwenda kuadhini. Unajua kuadhini pale. Unaona kama ngazi ngazi hivi. Kutokana na jiografia ya hapa, Meka iko upande huu wa kaskazini na ndio maana hii waliweka hapa. Kwa hiyo Meka iko upande huu kwa maana ya kutokana na jiografia, kwa maana ya maka, sawa lakini unaweza kwenda sehemu nyingine kutokana na jiografia pale labda ukakuta kibla ika upande huu. Hii misikiti mwanzo walikuwa wanaswali wanaume tu, isipokuwa walikuwa wanatenganisha vyumba kama hivi kwa ajili ya madrasa kufundishia Qur'an. Kwa hiyo wanawake wote walikuwa wanaswali majumbani, sio kama sasa hivi, labda tuna separate huku wanaume huku wanawake. Mambo huenda na kubadilika. Wakati huo mji huu ulikuwa na misikiti tisini na tisa, lakini hivi sasa umebaki msikiti mmoja tu. Ama kweli waishao si binadamu tu na damu, wanyama hata vitu navyo huisha. Mtazamaji wa Kishki TV, tukiwa bado tungali hapa Kilwa Kisiwani, utafahamu kwamba tulikufahamisha kwamba hapo kale mji huu ulikuwa na misikiti tisini na tisa, lakini hivi sasa kuna msikiti mmoja tu ambao uko hai, kwa maana watu wanaotumia. Mingine yote imebaki kama magofu na kumbukumbu kumbu tu, lakini habari njema ni kwamba ndugu yetu huyu ambaye ni mwongozaji wetu katika ziara yetu hii ya Kilwa Kisiwani yeye ni mzaliwa wa hapa na amesema katika misikiti yote tisini na tisa yeye alihudiriki msikiti mmoja ambao uliwahi kutumika nyuma tu kidogo miaka sita uliopita ambao ndio huu hapa ambao unaoshuhudia, lakini kwa sasa hivi pia nao hautumiki. Msikiti ambao unatumika hivi sasa ni huu bradha Ahmad, tuambie kitu kuhusiana na msikiti huu, ni miaka gani, kama utakuwa unakumbuka, ndo, uh, rasmi mlijengiwa msikiti huu? Ah, uh, kwa kweli kama miaka saba au sita iliyopita ndo tumeanza kutumia huu. Eh, lakini hapo mwanzo tulikuwa tunatumia huu. Baadaye ikatoka plani kwamba ujengwe hapa msikiti, na ulivyojengwa baadaye ukapatikana ufadhili. Nadhani ni watu wa Bahareni au wapo, wakaja wakajenga wakatumalizia huu wa msikiti, na sasa hivi ndo tunautumia huu. Kwa hiyo tunaweza kusema huu msikiti umekamilisha labda ndo msikiti wa mia moja kuwepo hapa kwenye huu mji. Manake mwanzo ilikuwa 99, manake umejengwa huu umekamilisha idadi ya 100. Kando ya alama za magofu ya misikiti, lakini pia zipo kumbukumbu nyingine, ikiwemo uwepo wa makaburi ya zamani na hata lile jengo maarufu, ambapo ndipo palikuwa kitovu cha biashara mbalimbali kutoka kwa wageni wa sehemu tofauti za kilimo hingo. Eneo ambalo tupo hivi sasa ni eneo ambalo katika maelezo ya mwanzo kabisa ya mwongozaji wetu Al-Akhi Ahmad alieleza na alimtaja pia mfalme Ali bin Sulaiman e, e, kwamba yeye ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa kimiliki eneo hili, lakini kama haitoshi, ndio eneo pia ambalo kulikuwa likifanyika biashara wakati huo. Kiundani zaidi brother Ahmad atatueleza biashara kwa wakati huo hapa zilikuwa zinafanyika kwa mtindo kama minada fulani, kama sasa hivi watu wanavyofanya, kunakuwa na mnada hivi, kunakuwa na watu wengi wanakuja, wanachagua vitu na kununua. Hili lilikuwa linatumika vilevile kwa ajili ya makazi sultani. Kuna maeneo kama hapa, ilikuwa eneo la biashara, afu kulikuwa na eneo ambalo yeye mwenyewe ndo alikuwa anaishi hapo katikati, na kulikuwa na bwawa la kuogelea, kulikuwa na makumbi ya mikutano pamoja na makumbi ya mambo ya decoration na vitu kama hivi. Hata hapa kulikuwa na msikiti wake ndani ya ili kasri na hili jengo lilijengwa karne ya kumi na nne na ilikuwa na takriban vyumba mia moja. Mnaona vyumba vilivyozunguka hivi ndio vilikuwa vyumba kama store kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa, na vile vile, baada ya jengo hili, hapo mbele kuna jengo lingine, lakini hatuto kwenda, ambalo lilikuwa ni kama sehemu ya wale wafanyabiashara ambao walifika na mali zao. Kabla ya kuja hapa, walikuwa wanafikia hapo kwa ajili ya kuweka mali zao, alafu baadaye wanakuja hapa. lakini wale ambao wanafika ambao wako karibu na sultani walikuwa wanakuja moja kwa moja hapa. Pongezi kwa wote ambao wameendelea kudumisha kumbukumbu kumbu hizi hadi leo. Mji huu umekuwa muhimu katika historia ya utalii wa Tanzania. Ni mji ambao ni kielelezo tosha cha utamaduni wa Waswahili, ni chanzo cha elimu kuhusu biashara ya bahari ya Hindi ambayo imeongeza thamani ya utalii na uchumi. Ni ukweli usiokanushika kuwa mji huu ni ushahidi wa hai wa ustaarabu mkubwa uliowahi kustawi katika pwani ya Afrika Mashariki. Ziara yetu hii imetupa elimu kubwa hata Waswahili walikuwa ni washiriki muhimu katika biashara ya kimataifa, utamaduni na siasa. Ili tuendelee kufaidi matunda ya mji huu wa historia, yatupasa kuhifadhi, kuthamini na kuzidi kutunza historia na alama zake kwa faida ya vizazi vya sasa na vijavyo. Tulimaliza ziara yetu hii baada ya masaa matatu na hapo jua lilikuwa liutosini, tukakunja suruali zetu na kanzu zetu kuianza tena safari ya kurudi tulipotoka mtazamaji. Mwisho wa makala hii ya Kiguu na Njia, ambapo leo Kiguu na Njia tulisafiri na kutia nanga hadi katika mji wa Kilwa Kisiwani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.